Leo nataka kujibu swali hili hapa ambalo ameniuliza, kwa nini akinywa maziwa ya mgando yeye tumbo linamuuma. Pamoja na kwamba maziwa ya mgando yana sifa ya kuwa na asidi kidogo sana, lakini pia yanasaidia kwenda kuondoa uvimbe ndani ya tumbo, lakini pia kuna baadhi ya watu wakinywa huwa yanawasumbua, ila sio wote. Maziwa ya mgando kumbuka, ni mazuri sana kwa sababu ya wingi wa probiotics au wale bakteria wazuri uh, tumboni na ndiyo uh, kinywaji pekee ambacho unaweza ukakitumia au kimiminika pekee unaweza ukakitumia uh, kwa ajili ya kuboresha afya yako. Sasa, wewe ambaye ukinywa maziwa ya mgando unapata shida, kumbuka kwamba huenda uh, kuna ile lactose ambayo huwa inasaidia sana kwenye kumengenya uh, chakula hasa upande wa maziwa ya aina yoyote. Kwa wakati fulani huwa pia ina miss kiwango fulani cha lactose. Lakini pia uh, kuna baadhi ya watu ambao wakinywa maziwa ya mgando pia huwa inachochea fulani asidi fulani mle ndani ya tumbo, sio kwa wote, baadhi. Hii inategemea pale na vidonda vyako vya tumbo vimefikia katika hatua gani. Sasa, cha kukushauri ni kwamba kama vidonda vyako vya tumbo ni vile ambavyo ni chronic sana, vile ambavyo vimefikia katika level ya juu, basi kama ukinywa vidonda vya tumbo alafu unapata shida, acha kuyatumia kwanza. Pale utakapokuwa umekaa sawa, basi ndipo utarudi kutumia. Ila kwa wewe ambaye vidonda vyako vya tumbo ni vya kawaida tu, havina shida yote. Yatumie hayana shida yoyote. Kwa ushauri zaidi unaweza ukanitafuta, basi tukashauriana pia na kuambiana nini cha kufanya.